Narudi kwa mzee Dossa, anasema Mwalimu, tulikuwa na kawaida sisi. Asubuhi tunakutana pale ofisi ya tano Siku za New Street. Kupanga nini tufanya? Na wakati mwingine Mwalimu asubuhi program inaanzia Kozike Hotel. Unajua Kozike Hotel? Iko mjini kule, mtaa wa Mkwepu. Kuna kiji hoteli pale Mkwepu na Makunganya, pale ile ile hoteli kubwa sana, enzi na enzi. Sasa hivi ndo imekuwa. Wakati ule ndo ilikuwa wenyewe wazungu pale wanakutana pale kwa ajili ya kinywa cha yeye na, na mtemvu. Basi yeye Dosa atachukua bahasha ya pesa atampenyezea mwalimu. Dosa alikuwa tajiri wakati huu, alikuwa na magari ya mchanga kama matano hivi, alafu babake alimwachia majumba. Watu tajiri sana, anasema hii kanaambia mwenyewe mzee Dosa, mimi kwa kauli yake eh, nilikwenda kuzungumza naye nani Ruvu pale Mlandizi. Anasema, Mwalimu, ile tukifika jioni, kutana kuja kupea na mrejesho mambo yamekwendaje. Ile bahasha anarudishia vile vile, senti moja kutoa. Unajua si kiti si kawaida eh? si jambo la kawaida Eh? Mwalimu ndo huyu bwana mm -hmm. eh? likuwa pesa a ay baba ishi na. Kuna mtu mwingine alikuwa karibu sana na mwalimu, karibu sana, yeye alisoma kitabu changu hiki cha Abdul Saisi, akaja kuniambia akasema, Muhammad, mi mwalimu namjua mimi, kijana wote alikuwa rafiki ya babangu, kijana alisema, mwalimu hababa ishwi na pesa, ni kitu ambacho ni kama vile akipo